Akawa binadamu aliokamilika katika hatua ambayo leo sisi tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuangalia sehemu ya tatu ya sehemu ya, ya tano ya hatua ya mwanadamu alipoanza kuwa nutfa akaja akawa mudgha

Unaambiwa kuu eh, hii ni malighafi udongo uzongo mawe ya kutengerezea labda sementi, hizi ni mbao za kutengeneza eh, hichi hichi ni chumba ya kutengeneza hichi kutengene, kila kitu kina malighafi, lakini tunashindwa kuona ghala ya Mungu iko wapi, ambaye anaumba hachoki na wala. Kila inapose tunapiga kelele, dunia inasema watu wamezidi watu wamezidi, punguzeni kuzaa, lakini tunakaa vitu tunavyotafuta. Sinasema jamani eh, serikali sasa zinafilisika jamani, watu wamezidi, uchumi unaanguka chini, sijui nini, lakini ukiangalia juu ya hili ndipo utapougiwa ukubwa wa Mungu uwezo i na anaumba hafananishi <tuhi> surani hizi hizi urefu wetu ni futi tano na kusifuta chini ya akizizi tano futi sita na n akiendelea sana hapo, ne anachukiza ambabo atasema uyuaamaatekita mtaani watanajan mangalieli <laughs> <laughs> huyu mtu anapozidi makamo ya kawaida huwa anapata tabu kwa vitu miwiki eh. Anapata tabu akiwa mwanamke anakosa waume atapata patabu sana. <laughs>

ya yakusudu riziki alimenyeshaa, anampunjulia riziki kwa amtakae. Alafu anaziweka riziki kwa mimbuza yake. Mwingine anawekewa kwenye mcha ya ulingi riziki yake anakuja kwenye mcha ya ulingi. Mwingine anawekewa kwenye viganja vyake vya mikono. Mwingine anawekewa kwenye miguu yake, unasikia amekimbia, ndio za zaa za, za, za, dunia ameshinda, apewa mapesa chungu mzima anaekewa riziki kwa ajili ya mguu mwingine. Anaimba, anakuwa tajiri wa dunia nzima, anapata riziki hiyo. Mwingine anajua kusokota siasa, anakuwa mfalme wa dunia nzima, anatajirika kutokana na ulimi. Mungu anaweka riziki popote. Mwingine kawekewa, anawapiga wenzio ka ngumi tu dunia watu sasa, japo na kuwa tajiri wa dunia nzima, watu wanasema sasa, japo subu rizqa liman yashaa wa yaqdir, na mwingine anampunguzia, na wengi wetu tumepunguziwa riziki, alafu mtu anaanza kulia, mimi kwa nini Mungu halipendi kalipo maskini, akikaa huyu ana nini huyu nini huyu, akikaa anashangaa sinaoneka hapana hakukunjua hivyo kwa kumtukuza yule, wala hakukupunguzia wewe kwa kukudhalilisha wewe, bali kila mmoja katika njia hiyo kapewa safari yake ya kwenda akhera. Salia ndugu wapendo, ikiwa ni hivyo basi, hichi ni kikao muhimu sana cha kueleza darasa la bui. E, mwenyezi Mungu ameviumba viumbe hatusizovijua idadi yao vingi, lakini kila kiumbe huwa kwa nafsi yake kinajijua na jirani yake na aliye kabila yake. Sisi binadamu tumeumbwa, tukaumbwa huyu kabila fulani, huyu kabila fulani, huyo kabila fulani, lakini heshima yetu mbele ya Mwenyezi Mungu ni moja, kwa kutupa chakula cha aina moja ila huku akapendelea kutoa hivi, huyu akapendelea hivi, kwa siri yake maalum akanyima huku akapeleka kule ili mpate kupendeleana. Lau kama angetoa kila nchi ikapata kinachokipadika duniani, wala tusingeonana na ndugu zetu kama hawa leo. Wanatoka noo libulu sana, lakini kilichowaleta ni kule Mungu ata nendeni, mkachukue kitu fulani na mkawaone watu fulani na wao wakuonee, ni kwa ah, kumbe ni watu kama sisi, ni rangi tu, lakini wanakula kama sisi, na we ukienda pia huko utakipata unachokitafuta. Akanyima huko akatoa huko, ili taifa litangajikane watu wajue kwamba viumbe wa Mwenyezi Mungu <tabu> subhanahu wa taala aliosema aliposema, fa akaramahu akamtukuza, wafadalahu na akampa yeye ni bora kuliko kila kitu, warazakahu minatayibati <coughs> akamuruzuku vyakula vizuri kabisa, lakini viumbe wengine wanakula chakula chako. Mungu kakuruzuku kilicho kingi kizuri, we unapika hata <coughs> kama utampikia mbwa basi, umetaka we mpikie, lakini Mungu hakutaka mbwa apikiwe. Hata kama utamzoesha mbuzi umlishe vilivyopikwa, Mungu hakutaka hivyo. Eh, lakini wewe umepewa vyakula vyote kwa utukufu ule. Hata chumvi akasema hapana, weka ng'ombe, hali na chumvi. Simba anakula nyama, lakini anameza tu, hana hata ladha ya nyama, mradi apishibe tu. Sisi tumeruzukiwa kupata ladha na kushiba, wanyama hawana ladha bali huwana, wameandikiwa kushiba barazakamektea eh,

Nani kakwambia ujivue nguo uvae nguo za hovyo wakati Mungu kateremsha nguo kwa ajili yako? Eh, kavaa nguo nzuri ujipambe nazo, na pia chakula chako kiutizo. Nyoka ye ana meza tu ana meza tu, akiamua kummeza hata mwenzake ana meza tu. Ha, niambia kani kanikumeza kuna ladha, lakini we mpaka uchome nyama za mbuzi mpaka zinukie harufu yake mpaka kule Ha? Hiyo ni kukirimiwa na Mwenyezi Mungu, ukishaona namna hii, namna anavyokuchukua ukiwa dhalili, ukawa ukaje ukawa mtukufu juu ya watu. Saidi leo tunamtoa, anakuja ha? Saidi hapa tatembea, haelevi haoni chochote, lakini imemkaribisha kesho atasimama kama nilivyosimama mimi hapa Ulambe. Unajua wanadamu hivi hivi, wakati alikuwa hajui lolote sasa ndivyo tunakotoka sisi, kuna kukua, hatujui tunakuja kwenye kujua, tunateremka mpaka hatujui tena. Mungu amesema katika Qurani, faminhum man yamut wa minhum man yarud ila ardhalil umri. Tunawaomba wengine wafe kwenye kadiri ya siku ambazo kawaida ya mwanadamu ni miaka arobaini tuna wa sallam wa sallam, sema wengi wao hawataendelea <coughs> katika maisha ya dunia ila miaka arobaini, lakini baada yao ya miaka ya arobaini, wako watakaovuka miaka arobaini kwenda hamsini ni, ni, ni, ni, ni fadhila ya Mwenyezi Mungu, lakini pia kwa kuvuka kwao wanapata faida ya vitu vitatu, eh, man balagha arbaina ila hamsina aadahu llahu bithalatha mwenye kufikia miaka 40 kwenda 50 kwenda miaka 50, Mungu anamwepusha vitu vitatu albarasu waljuzamu waljunun. Hawezi kupata balanga balanga. Mumin akifikia miaka 40 -au -au ucha- ukichau upati ukoma hupati wala nanihii mbalanga e, hupati ukoma kichaa, mbalanga, ukishafika miaka 40 unakwenda 50, ah, hili jambo huna la na kwamba mpaka kufa kwako, ila utakuja pungukiwa akili, sio kichaa, siku ya kwenda utuuzimu wa man balagha 50 ila 60. Na mtu mwenye kufikia miaka hamsini kwenda 60, yuhasabu lahu hisaba jasira, kama atakufa katikati yake hapa, basi atapata nafuu atahesabiwa ni pesi. Hata jela, ukienda ukifungwa, una umri mkubwa, wanakupa kazi ya kufagia fagia. Hesabu yako sio ile ngumu. Aa, Mwenyezi Mungu kataa ile ya mwanadamu. Wabambalaga sitina ila sabiini, nada munadi min assamai hubu fulani, hunadiwa kutoka mbinguni, malaika wanaambia nimempenda fulani mpende, mpendelii fulani, kwa maana unapata huruma mzee huyo, anakuja. Maana tena ukitizama unakuwa wewe peke yako tu mzee wa miaka sabini umwone, ah, nawasa mzee ka hapa, kwa sababu umetangazwa kule, unafaa kuheshimiwa, ila ukijivua wewe mwenyewe tu heshima hiyo, wa sabiina ila thamanina. Ukifika sabini mpaka thamanini bas

alizozitanguliza na zilizokuja nyuma. Kwa nini? Kwa sababu uzee umemwadhiki <coughs> kumwondolea ile adhabu ya uzee wake. Kisha anasema wayashfau lahu min ahlihi <coughs> ana, anapewa heshima ya kuwaombea watu wa nyumbani kwake ya Mungu hii, <coughs> ndio ehtiramu ambayo Mungu hakuweka watu wote, mwe wazee ni mtu mmoja mmoja. <coughs> lao tungetakiwa wote tufike miaka mia, hii dunia ingekuwaje? Ingekuwa na vikongo <coughs> wengi, Tusingeweza kuwalea, tusingeweza kuwafanyia huduma yoyote, maana wangekuwa wengi, wangetuzidi. Mungu akapunguza, wanaokufa ni vijana. Ndio maana kijana asiamini vijana wake. Juzi treni imeua watu mia na themanini, mia mbili themanini, vijana watupu. Mzee hasafiri, nasafiri kwa mwaka mara moja. Kwa hiyo dunia inakwenda kwa miaka arobaini ba na kwa maana hiyo. Basi tumuombe Mungu atunusuru, amen. Atupe katika daraja kubwa mtoto wetu mjukuu wetu huyu, Mungu mugu, amen. Amen. wam amen. Amen. na wazazi wake waake, awahifadhi na lolote katika mabaya ya dunia na akhera, amen. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe baraka nyingi katika chumo lao na yeye ambaye anayekusudiwa leo basi chumo lake lije liwe zuri na awe mwema kwa wazazi wake. mm -hmm. Nasi Mwenyezi Mungu atupe upendo na atupe uchamungu tuweze kufa vizuri na mm -hmm. tuingietekaniga uzurihm mm